Chaguzi katika Afrika, ninyi mnafahamu, haujaiacha Afrika salama. Na hii baba ya askofu nilidhani, e, kanisa, tunashukuru kanisa la KKT siku zote limekuwa na msimamo mkali juu ya kusimamia amani ya nchi. Mwaka jana, na jirani zetu kutoka hapa kwenda Msumbiji ni kilomita mia moja na ishirini tu lakini mwaka jana Msumbiji mambo yalikuwa mabaya mpaka kufikia mpaka kufikia Januari mwaka huu ndio yameanza kupoa poa, watu wamekufa wengi, lakini chanzo chake ni uchaguzi. Walipofanya uchaguzi, hawakuwa na uhakika nani ameshinda na nani ameshindwa. Matokeo yake ya kule kubishana kwa wale viongozi, imeishia watu wengine kuchinjwa, majumba yao kubomolewa, mali zao kuporwa, mabarabara kuharibiwa, mabenki kuibiwa lakini vile vile magereza kufungua wafungwa, hata waliokuwa waharifu. Ni madhara tuliyo yaona hapa Msumbiji, miezi miwili au mitatu iliyopita, kwa sababu ya uchaguzi. Na vivyo hivyo, hata Kenya, mnakumbuka, miaka ya nyuma wamechinjana sana, kwa sababu ya uchaguzi. Vivyo hivyo, Sudani ya Kusini leo wanapigana, chanzo chake uchaguzi. Kongo hawaelewani kwa kweli, ukifuatilia mzozo umeanzia kwenye uchaguzi lakini Amerika kama hawana uhakika kama ni Donald Trump ameshinda au ni rais mwingine ameshinda, hata kama wanapishana kura mbili hawapigani wala hawauani. Ujerumani wakiwa hawana uhakika nani ameshinda chama gani kimeshinda, hawapigani wala hawauani. waki sisi wakibishana tu kwenye uchaguzi mwisho wake damu inamwagika. Sasa hii si biashara nzuri sana na haina utukufu kwa Mungu. Na hivi karibuni, Baba Askofu, mmesikia kauli mbalimbali mbali za watu wengine ambazo mara wa kuambia tutakinukisha kukinukisha, tafsiri yake si nzuri. Mtu akisema nitakinukisha, tafsiri yake ni kwamba amani itatoweka tu, si lugha nzuri. Na mtu akikwambia atakinukisha usifikiri anafanya utani, Baba Askofu. Nafahamu mtu akikwambia, Baba Askofu, kesho mimi nakuletea nimekutana labda na mwendawazimu au mtu punguani mahali, akikwambia leo ninakuletea milioni hamsini, sisi wote hapo kiambia atakuletea hamsini. Milioni hamsini, kichaa, mm -hmm, anakuletea kesho, huwezi kumwamini. Utasema amepata wapi milioni hamsini? Anaokota makopo hapa. Lakini kichaa akikwambia leo usiku, ninakuja kuchoma nyumba yako na petroli, nafikiri utamwamini. Hautasema huyu anafanya utani. Kwa hiyo kwenye amani hatuwezi kuwa na mzaha. Mimi nadhani kanisa lina wajibu, na mmeendelea kweli, lakini hatuwezi kuacha kukumbushana. Wilaya yetu na mkoa wetu uko tulivu sana, licha ya kwamba tuko mpakani, licha ya kwamba ukivuka tu mto Ruvuma mambo ni tofauti kabisa.